Naitwa Madukwa John Hamisi, ni mkazi wa hapa Katoro. Leo nimefurahi, nimetembelewa na wenzangu wa ofisi wa WCF. ni faraja kwangu, nafurahi sana, wamenihudumia wamenisimamia mpaka nimefikia hii hali. Nafurahi sana tena sana. Kwanza kabisa, nilipata ajali tangu mwaka 2022 nilipata ajali, nilipigwa shoti ya umeme na baada ya hapo ofisi ya WCF ilinichukua ikanipeleka Bugando, yani Mwanza Bugando. Imenihudumia mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano hii. Kwanza nashukuru, mpaka sasa hivi inaendelea vizuri. Nawashukuru sana wa ofisi ya WCF kwa ushirikiano walioufanya nimeridhika, yani na huduma ambayo nimeipata mpaka kufikia hatua ya kuja kutembelewa, wameiona na familia yangu mazingira anavyoishi. Na furahi sana kwa kikubwa. E, yani na shukuru sana tena sana e, yaani ofisi yetu ni, ni bora zaidi e, na furahi sana.